Yes, welcome back to uh, DB Tech. Today, uh, tunawaletea apu ya matokeo uh, ya olevo iliyoboreshwa boreshwa 2025 kulingana na mtaala mpya. Uh, ukipata, unaweza kutumiwa uh, setup, uh, executable au zip folder ambayo unaweza ka install yoyote kati ya hizi. Uh, mi nita, uh, nita fungua hapa. Uh, yes, hapa, then ita tutasubiri load. Kifika 100% basi itaweza kufunguka ambayo itahitaji tuingize na password kama hivi tunavyoona hapa uh, itahitaji uingize uh, na password kama ni mara kwanza utasaini hapo hapa ambao utaingiza credential uh, utaingiza uh, password ambao utapewa na dimini ambao itafunguka fomu utajaza username, email, password, phone number ambapo uh, email na password ndio utatumia kuingizia kwenye login form ambapo uta save then uta cancel utakuja hapa kwenye login form ambapo utaingiza uh, your username kwa mfano mimi nitaingiza ya kwangu. Yes, nitaingiza password hapa. Yeah, then uta continue utakaribishwa welcome back, Harry, kama nileingia hapo. Yes, itafunguka dashboard ambayo tutaona hizi taarifa kama tunavyoziona hapa uh, registered, uh, kwa madarasa yote, lakini ukija hapa itafungua users ambao utawaona ambao unaweza uka edit users yoyote, utaweza kuweka picha yake uka cancel ukafuta picha yake, then unaweza save details zake then ukaka ukamfuta hapa uh. Ukibonyeza dashboard utarudi hapa mwanzoni kwenye dashboard kama tunavyoona ambapo ukija hapa kwenye student unaweza uka view student, uka add new, uka add subject. Ukibonyeza hapa unaweza uka view student kama tunavyoona hapa, kwa kaangalia taarifa zao zote hapa, ambapo hapo uta download excel, uta upload excel ulopandisha. Kwa mfano uki uh, bonyeza hapa download excel, itafunguka excel ambayo ina majina ya wanafunzi yes, kama tunavyoona hapo, au kama itakuwa ni mpya itakuwa empty, ambapo utatumia hizi details za juu kuingiza taarifa za wanafunzi kama inavyoonekana hii, then utakuja uipandisha then utakuja kuipandisha hapa kwenye upload, baada ya kuweka majina yako kwenye excel, ambapo watapanda wote wanafunzi wote watapanda hapo, kama tunavyo tunavyoona yes. Hapa utapromoti wanafunzi wote kwa pamoja, kama mwaka umeisha. Kwa mfano, anatoka form 1 anaenda form 2, form 2 anaenda form 3. Hapa utadimoti, kama wako form 2 wote watarudi form 1, kama wote wako form 3 wote watarudi form 2. Hapa utadiriti wanafunzi wote, ili uweze kuingiza majina mapya. Kama umetumiwa ina majina, basi utabonyeza delete for the first, utafuta wote, then uweze kuingiza majina yako. Mimi sitaki kufuta kwa sasa. Hapa uta add new uh, student kama umesajili umeshapandisha yote kwa Excel ila kuna mwanafunzi mmoja kahamia au taarifa zake unahitaji au ulimsahau, unaweza ukamwadi hapo na kumpa picha. Hapa utaweza kubonyeza hapo, and then na kupandisha picha yake, then unaweza ukaangalia hizi edit hapo, unaweza uka edit taarifa za wanafunzi kama inavyoonekana hapo, unaweza uka, uh, uka ukawapa dimishen dimishen, taarifa zao. Kama kuchagua hapo, unaweza ukachagua mwanafunzi ukajaza taarifa zake hapa, mkoa ye, kabila gani, kama tunavyoona makabila yote hapa, lakini unaweza ukachagua mkoa, dini hapa, dini gani, lakini Uh, unaweza ukachagua taarifa mbalimbali hapa pia na mikoa yote itakuwa already hapo, lakini pia hapa unaweza ukajaza fomu yake baadaye ukaiopen kama amejaza, uh, form kwa, kwa, kwa, kwa kuandika, lakini hapa unaweza ukaandika au ukajaza taarifa zake za matokeo yake ya darasa la saba ukaijaza hapa then uta save uta cancel. Lakini hapa unaweza ukajaza uh, uka taarifa zake za academic. Unaweza ukachagua darasa ukajaza mmoja mmoja au wote kwa pamoja, ukisema aba huu ni science, uh, au ukasema all is uh, science form four yes s ukibonyeza au wote uh, ni art yes. Unaweza ukasema labda wanafunzi wote kuchagua hapa darasa, labda form 4, labda science, wote hapa ni science. Ukibonyeza hapa then tutaona wote, nawapa majina wote ni science. Lakini pia unaweza ukawapa combination hapa, uh, kwamba wote labda ni uh, kombi yao labda ni PCB PCM, lakini ukawapa wote labda ni ni, ni science uh, kombi wanafunzi wote form 4, tunaona wote nawapa kombi za science, mm-hmm. Au ukawachagulia hapa, tuna kombi za arti za business kama tunavyoona, na pia unaweza ukachagua wanafunzi wote ukampa combination ye mwenyewe, then unaweza ukasave then uka cancel hapa, then hapa unaweza kujaza taarifa za afya ambapo inaitwa health status uh, kwamba mfano anasumbuliwa na hearing au TB au unaweza kusema uh, siko seli, kama unasema yote iko good isipokuwa siko seli, au kajaza yote kwa pamoja kwamba wanafunzi wote zinal, unaweza kuchagua hapa, let's say form 4 ole ole wote hao zinal, basi naona ina ina, inarodi hapa wanafunzi wote wa form 4 na hapa nali kimaliza then mm, unaweza uka save hapa, then uka ukakanseli hapo. Unaweza ukamfuta mwanafunzi, itakuambia ustmsi ni mfute hapo, unaweza uka direct, au ukampandisha darasa mwanafunzi mmoja au hapa ukamshusha darasa mwanafunzi mmoja, kama ameferi ret, mfano form 4, form 2, unaweza ukamshusha mmoja, wengine wakapanda, hapo uta refresh hapa unaweza uka log out. Kwa mfano hapa nitakwambia do you want quick, ukisema yes, basi unatoka kwenye mfumo, lakini pia hapa unaweza kuona wanafunzi kwa madarasa. First nataka nione form 1, utaona form 1 tu hapo. Ukitaka labda form, form 2, form 3, utaona wanafunzi wa form 3 tu, au unataka uone wote okay. Ukitoka wote hapa then uka refresh, utaona wanafunzi wote. Hapa unaweza uka search kwa mwanafunzi labda asimwe yeah. Namuona anakuja wewe, asimwe peke yake ndio tulimsearch hapa, kwa hiyo sehemu ya search kama tunavyo kama tunavyoona. Lakini pia uh, hapa unaweza kila data unaweza ka refresh hapa hapa utaona uh, uh add student uh, subject unaweza kuchagua darasa hapa ukamua, ukaongeza somo kwa uh, hapa utaongeza somo kwa kubonyeza hapa kwa mfano uh, hapa juu atakuja masomo hapa hilo. Unaweza ukawapa wanafunzi, wanafunzi wote kama tunavyoona hapo, umewapa commerce na mengine yote utawapa hapo, lakini hapo utaangalia inactive student kama tunavyoona, kama hawapo, kama umewaweka basi, utawaona watakuwa inactive wako hapo. Ukibonyeza dashboard utarudi mwanzoni ambapo unaweza uka add class hapa, kwenye class unaweza uka manage class, unaweza ka manage class hapo, ambapo unaweza uka edit hapa class kama tunavyoona, lakini pia unaweza Uka manage subject ambapo unaweza ukasajili masomo kama mfano historia ya Tanzania na nini, unaweza ukasajili hapa then uka uka hapa hapo. Then ukibonyesha dashboard ikarudi ikakurudisha mwanzo. Hapa ndio sehemu ya setting ambapo unaweza ukata uka ukaseti taarifa hizi tunazoziona hapa, unaweza ukabadilisha logo hapa kwa kuchoose faili ukabadilisha uh, Uh, saini ya mkuu wa shule pamoja na muhuri ambayo itaenda kwa kila ripoti hapo. Baada ya kupiga picha, unaweza ukaweka ukaweka hapo kwa kubonyeza ukapandisha hiyo hiyo hiyo picha kama tunavyoiona, tunaona hapa ina kupeka kwenye uh, storage ya kompyuta yako. Hapo unaweza ukaediti taarifa mbalimbali kama uh, bidii na kazi hizo tabia comment ya, ya, ya, ya, class teacher, comment ya academic, comment ya head of the school, unaona kuna edit of grade, zitakuwa hapo unaweza kaedit hapo, lakini pia kuna comment, uh, comment is of grade, uh, kipata nini muandike ni English, Kiswahili unaweza ka edit hapo, uh, registered subject, unaweza ka uh, sajili ya hapo masomo, ma, ma lakini hapa unaweza ukaangalia status zote kwa PDF kwa mfano, uh, status ya wanafunzi unaweza ukaview hapo, labda hapa ninaweka hapo then Yes, itafunguka status ya wanafunzi kama tunavyoiona hapo, na chat yake kama tunavyoona kwa madarasa active, inactive, total kama tunavyoona utaweka PDF, lakini pia unaweza ukaona academic info za wanafunzi wote ukaweka PDF, basi ukibonyeza hapo itafunguka. Yes, itafunguka kuanzia form 1 itaonesha wanafunzi wote form 1 tujawapa kombi, wa form 2 tujawapa, form 3 tujawapa, form 4 ambao tumewapa kombi tumewapa ni science, na tunaona za kombi ambazo tumewapa hizi hapa kama tunavyoona na mwisho ita onyesha toto studenti ambao utakuwa umewapandisha kwenye mfumo um, lakini hapa utaona taarifa za subject ile health status. Unaweza kaona ripoti yake kama ulivyoijaza ulivyo hapa kwa PDF, unaweza ukaipata hapo uh, then ikafunguka Yes, tunaona uh, au na nari, nari, kama hivyo form 1, form 2 uh, itajipanga hivyo form 4. Tunaona uh, uh, tumeshawapa hizo status. Kama mtu umempaje basi itaonekana hapa, utaweza ukaona uh, kadi uh, ID kadi zitakuwa ziko ready kama tunavyoiona hio hapo, na naweza tukai customize kadi ambavyo utawishi uta, uta. Lakini pia unaweza kupata score sheet hapa kwa PDF, ambapo itakuwa ipo tayari. Unaweza ukabonyeza hapo kai print out ya score sheet hiyo kwa PDF, wakapo, walimu wakajaza, au kwa wanafunzi wakasaini, kama inavyoonekana ni wa form 4 tu kwa kwa tumechagua Form four ndo uko already, unaweza uka save changes zote utakazozifanya hapo. Ukija kwenye dashboard hapo, unaweza ukaja kwenye exam hapa, sehemu ya exam ndo unaweza uka manage kila kitu. Kwa mfano uh, utaweza ku refresh hapa hapo, data zote za mitihani, ambapo kama umeistore mitihani boyote itakuja hapa. Kwenye register exam mpya, unaweza ukasema mtihani labda wa sita, jina la mtihani labda terminal Terminu, darasa rahisi unaweza ukachagua form 4 au darasa lote ambao nataka utengeneze mtihani unachagua form 4. Tarehe ya kwanza mtihani unaweza ukachagua yoyote. Tarehe ya kumaliza mtihani unaweza ukachagua yoyote Yes, ukirefresh uki uki hapa, utaona mtihani wa termino na unaongezeka hapa, ambapo hapa unaweza uka edit taarifa kama hazijakaa sawa, ukaufuta mtihani huo hapa. Unaweza kautengeneza mtihani huo, nahitaji kutengeneza mtihani. Yes, utakuwa tayari umetengeneza, ambapo hapa unaweza uka create a exam, ambapo hapa unaweza uka download Excel, kwa maana uweze kuingiza majina kwa kwa, kwa, Excel, kwa mtihani huo atajipa, itafunguka Excel italeta ita, ita majina yote ya, ya Form 4 peke yake kama tunavyoona hapo, ina ina publish yes. Wakikamilika Form 4, unaweza ukaweka alama hapa, kwa mfano mi naweza nikaweka alama za mchongo hapa ya yeah, alama za mchongo labda kumi au na, wapate nane hadi uh, tisini. Yeah ni za mchongo tu ambazo zinaweza tukazijaza hapo ya naeza akatoa fomula hapo, tuseme labda huyu hayupo ni mtoro, unaweza ukafuta alama zake, unaweza ukasevu hii. Sevu labda form for form for tuweke labda desktop, then utaweza ukasevu, then ukakanseri, then unaweza ukaja ukaipandisha hiyo kwa kuaplodi hapa. Itafunguka uh, moja kwa moja kwenye kompyuta yako ambapo utaitafuta form 4 hii hapa, then unaweza kuipandisha. Kuletea umefanikiwa kupandisha, update, complete successfully, ambapo tunatarajia hapo ukija kwenye intermax unaweza ukaona majina hayo. Ukichagua somo kama umeingiza alama utaziona, kama bado unaweza ukaja ukaziingiza alama kama tunavyo tunavyoona hapa, na hapa itakuwa inakupa grade kama tunavyoona hapo Kikansi, lakini ukija kwenye result tunatarajia tuyaone, yafunguke matokeo yote, yes tarani, kama tunavyoona tayari, ambapo pia unaweza ukaprint kwa PDF hapa matokeo hayo, then ukaweka hapa kwenye desktop result, then ukaoke tarani, yes tunaona, okay. yes, matokeo yamefunguka, haya ni form 4 terminal, kama tulivyosema meishi na ngapi na matokeo yote yatakuwa tayari. Huyu mwanafunzi tulimweka hayupo, na huku chini takupa samale kama tunavyoona za masomo hivo kama walivyopata. E, tumeipandisha tu sasa hivi inatuonesha sama hapo ya, ma, ya masomo hiyo ambayo tayari PDF, lakini hapo unaweza ukapata ripoti, ambapo ripoti za wanafunzi wote unaweza ukaziona za mtihani huu tayari. Yeye mwanafunzi mmoja ukiprint hapa utaprint za wanafunzi wote. Hapo unaweza ukapata best 10 za mtihani huo tulopandisha utapata best 10 hii hapa. Yes, naona wa kwanza hadi wa 10 tayari. Unaweza kai print nenye hapa, unaweza kaangalia hapa apparent SMS ambayo unaweza kai print kwa excel, kwa maana uje uitume. Yes, utaweza ku download excel ambayo utakuja kutuma SMS. Tunaona zinavyo run, zitakuwa hizo hizo za form 4. Basi kama tunavyoona hapo, unaweza kaja kaituma kwa kutumia app ile. Uh, ya kutuma message, lakini pia best, best 10 for subject kupata masomo yote ukayaona uh, yes, utaona anashuka hapa, PDF kwa kubonyeza hapa basi uh, ukaweka best 10, all subject, already lakini pia uh, unaweza ukatengeneza uh, your own excel template ambayo utabonyeza hapa, tutaona excel ambayo itachukua matokeo haya tulioyaona, itaweka kwenye kwa Excel, kwa Excel, ambapo tunaona inatengeneza ina yenyewe kama tunavyoona, inaweka heading hapo, lakini pia inaweka summary hapo uh, zitarani uh, zote, hadi itakamilika yote, kamili kabisa masomo yote itakamilika. Yep, itatengeneza yenyewe hapo. Yeah, yes. Ikitoka kutengeneza kuweka matokeo ya wanafunzi itaanza kuweka summary ya subject alafu yep. itaipanga tayari, inaanza summary ya subject wanafunzi tu watakavyoisha, basi itaanza kucreate summary of subject, all subject Itakuwa created hii inatengeneza yenye automation yep. Kama tunavyoona hapo ya kisha masomo yote itaipanga then ita okay. Yes, tunaona inamaliza tayari mm -hmm. Hiyo imemaliza imelia ti na maana imemaliza. Hapa unaweza uka protect, then uka hide hii ambapo haya masomo hayana, hayana lakini uka hide. Hii hapa ambapo sasa hapa ukiprint wala hata haikati wala nini, tunaweza tukaona preview yake kama tunavyoiona hii hapo, na unaweza kuprint kwa Excel. au ukashea sasa matokeo haya kwa ngazi nyingine kama mtihani huu unataka ushare then unaweza ku save au mi sitaki ku save, unaweza nikacancel hapa. Unaweza kutengeneza report yenye mitihani miwili. Tukiangalia report ni ya mtihani huu mmoja ambao tutakuwa tume tumeugenerate tume hii popup ni mtihani huu. Tunaweza tukatengeneza mtihani kwa darasa hilo moja, kwa mfano huu ni wa ni wa team. Tunaweza tukaweka hapa kwenye kwenye, ukikancel hapa, tunaona hapa tuna midterm na term, lakini yote ni ya form 4. Tunaweza tukafungua huu wa kwanza ambao ni wa mid term tuka, tuka create tukabonyeza, uende kwenye report ya kwanza umeke uta cancel, utakuja huu wa wa, wa, wa tem, utasema uende laba kwenye report ya pili hapa pap, tayari tutakwambia imefanikiwa. Ukija kufungua report hapa, itafunguka report yenye mitihani miwili. Unaweza kuweka PDF ambapo itaweka na wastani ya kwa utatafuta mitihani yoyote ile then utaweka. Yes, kama tunavyoona hapa, ina nusu muhula alama zake na muhula alama zake, na natafuta wastani na grade na nafasi. Kama tunavyoona kwa wanafunzi yote, itaonekana itaonekana ripoti zao ziko hivyo, kwa hiyo uh, itatengeneza automation yenyewe kama tunavyoona na ita, itan just wewe kuselect ni mtihani ni mtihani gani hapa. Uh, hapa kwenye exam nafikiri tumemaliza, utatengeneza mitihani mbalimbali kama tunavyoona hii, na unaweza muda wote ukafungua mtihani wote ukaona matokeo uh, ukaona matokeo hapa, ndio uta behavior. Unaweza kujaza hapa ambapo kimsingi utajaza kama vile vile, kwa mfano uh, behavior hii unaweza kaweka ukachagua darasa laba form 4 Yes, ukasema haba form 4 hii hapa, haba ni A, ukibonyeza A basi unakona wapa tabia A. Ukisema haba wa ni C basi utaona behavior zinajazwa automation ni hapo. Uh, hapa ndo about us ambapo unaweza ukaja hapa na DB Tech solution, ikafunguka YouTube. Ambapo una, kama umeunganisha kompyuta yako na, na, na internet, ikafunguka YouTube account yetu ambapo utaweza ukaona video hii na zingine ambazo zina maelekezo na mafunzo mbalimbali kuhusu teknolojia. Kama tunavyoona hapa, ina publish, kuna hizi na kazi mbalimbali tunavyoziona. Welcome and thank you DB Tech.